Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristu, mwana wa Mungu aliye hai, Mwokozi wetu ambaye pia ni mwanzilishi wa imani yetu. Mimi naitwa Pastor Betson, nakukaribisha kwenye mwanzo mpya wa mwaka 2025 ikiwa tumeuanza mwaka 2025, mwaka ulioibeba baraka yetu. Wakati tunaelekea mwaka huu 2025, ningekuomba uzingatie mambo yafuatayo ili kusudi uweze kufurahia maisha kwenye mwaka 2025 tunajua maisha yana changamoto nyingi sana, lakini kwenye Biblia yetu takatifu tunamwona Ayubu akipitia magumu lakini hakuweza kumwacha Mungu. Kwenye mwaka 2025 hata ukipitia magumu kiasi gani, usimwache Mungu kwa sababu chochote ambacho utakipitia, Mungu atakuwa amekiruhusu ukipitie na ni kwa ajili ya utukufu wake, lakini pia ni kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Hayubu alipitia mengi makubwa kwenye maisha yake, alipokuwa tayari amepata mafanikio makubwa. Alikuwa na mifugo mingi sana, alikuwa na watoto, alikuwa na familia, lakini ilitokea siku ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe alimruhusu shetani kumjaribu Ayubu imani yake. Lakini Ayubu kwa kuwa alijua chochote alichokuwa nacho alipewa na Mungu na maisha ambayo alikuwa nayaishi, Mungu ndiye alikuwa amembariki na hata ilipotokea wakati wa kupoteza kila alichokuwa nacho, aliweza kumshukuru Mungu na kubaki na imani yake kwa Mungu kwamba yeye ndiye aliyeamua kiondoke kwake, lakini pia anaweza akampa kingine ambacho ni bora zaidi, na ndicho kilichotokea. Ayubu alianza kupokea baraka nyingine zaidi, lakini hiyo yote ni kwa sababu Ayubu hakuweza ku teteleka imani yake kwa Mungu. Ayubu halibaki na imani ya Mungu. Tusome kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Ayubu mwenyewe anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani ndivyo mema yatakapokujia. Kwa hiyo tunaona Ayubu anatuambia kuwa mema yanatujia pale ambapo tunakuwa tumemjua Mungu sana. Kwa hiyo kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tano na tuweke bidii sana kwenye kulitafuta neno la Mungu na kumjua Mungu anasema nini kwenye jambo letu au kwenye mazingira yetu tunayopitia, kwa kuwa Ayubu huyo huyo kwenye mstari wa ishirini na mbili pale anasema huyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake na maneno yake yaweke moyoni mwako. Mwaka 2025 litafute kwa bidii neno la Mungu, utafute kwa bidii uso wa Mungu, kaa karibu na imani yako kwa Mungu, ili uweze kuwa na amani na mema yaweze kujia. Shalom, Shalom. Shalom.